Bado tunayo changamoto. Nataka nizisi kamati zetu za uhakiki, tufanye kazi yetu kwa umakini na uadilifu. Tuseme mheshimiwa mbunge au diwani ataniletea noma, timiza wajibu wako kwa mjibu wa mwongozo kaini. Naomba afisa maendeleo ya jamii, naomba hili sisi next time, si ndio? Fanyeni kazi zenu kwa umakini na kwa uadilifu. Mimi ni wasihi kamati, tukajiridhishe, fuatilieni kwa sababu kwanza, kwanza maandiko mengi siyo halisi. Kuna kikundi kimoja kinasema gharama ya kutaa mbegu ya samaki eh, kutoka Mwanza mpaka Gechato hapo ni shilingi milioni sita. Nikajiuliza, hiyo mbegu inatolewa kwa meli au kwa ndege? Katika mwaka wa fedha 25 26 halmashauri imekadiria kukusanya kiasi cha shilingi bilioni mbili na milioni 884 na 26668 na kutenga asilimia kumi ya mapato hayo ambayo ni sawa na shilingi milioni 284 laki nne elfu mbili 6 kwa ajili ya mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa awamu ya kwanza ya mwaka huu wa fedha 25 26, halmashauri imetoa mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 294 kwa vikundi 39, ikiwa vikundi vya wanawake 20, vikundi vya vijana 13 na vikundi sita vya watu wenye ulemavu. Jumla ya vikundi vilivyokuwa vimeomba mkopo kwa awamu ya kwanza ni sitini na mbili. Naitwa Ramadhani Abdala, mwenyeji wa Nyarutembo, kata ya Nyarutembo. E, nashukuru sana kwa msaada wa serikali iliyoweza kutusaidia. Napenda kutoa shukurani katika halmashauri yetu ya wilaya ya Chato kwa kutuona sisi wanawake wa Chato tunafaa kupewa mkopo. Kwa majina naitwa Dickson Richard Vita, mwenyekiti msaidizi wa kikundi cha mafundi umeme Mkuyuni. Sisi ndo mara ya kwanza ya kupata mikopo hii. Mikopo hii imetuwezesha sisi vijana kujiinua kiuchumi kutoka katika utegemezi, kwa sababu vijana wengi, unaona, wamesoma hawajapata fursa, wengine wanakuwa wanalandalanda na kufanya vitu ambavyo si vizuri kwa nchi kwa maana hiyo, kwa mikopo hii inatufanya vijana tujikipu bize sana na kazi kwa ajili ya kujiinua kiuchumi na kuliendeleza taifa letu, kwa sababu vijana ndio taifa la leo na kesho.